Naomba makofi. Karibu sana katibu mkuu, karibu sana ka, ka, ka. Chadema tunajivunia nini? Stronger. No reforms. No reforms. Mheshimiwa mwenyekiti wa waku, chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, waheshimiwa viongozi wakuu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na sekretarieti ya chama, waheshimiwa viongozi wote na watiania, nimesimama kuzungumza machache kwa sababu tutakuwa na awamu mbili za mazungumzo siku ya leo. Awamu ya kwanza ni hii hatua ya ufunguzi ambayo tutazungumza vyombo vya habari vikiwepo. Na awamu ya pili kwa kuwa ni kikao cha ndani tutazungumza wenyewe ndani kwa kina zaidi. Kwa, kwa sasa katika hatua hii niseme mambo machache. Katika sayansi na sanaa ya ushindi wa uchaguzi duniani katika nchi zenye demokrasia iliyokomaa kuna mambo manne ambayo ndio kipaumbele cha ushindi katika uchaguzi, na mambo hayo manne yanapangwa kwa kadiri ya umuhimu. La kwanza ni mgombea. La pili ni ajenda ya uchaguzi ambao kwenye uchaguzi unaweza ukaita ilani. La tatu ni organization ya kampeni, na la nne ni rasilimali. Kwa kwenye hali ya kawaida ya kiuchaguzi, haya mambo manne ndio mambo kipaumbele la kwanza likiwa ni wagombea. Uwepo wenu nyinyi hapa katika ukumbi huu watia nia wa ubunge, wengine mkiwa mmegombea elfu mbili na ishirini na mnatamani tena kugombea elfu mbili na ishirini na tano. Wengine ikiwa mmetia nia kwa mara ya kwanza kugombea mwaka elfu mbili na ishirini na tano. inadhihirisha kwamba lile jambo kipaumbele cha kwanza katika ushindi katika chaguzi tunalo CHADEMA, kwa maana wagombea wenye ari ya kutaka kushinda. Ongereni na asanteni sana. Lakini Tanzania ya leo na hata ya jana si katika nchi ambazo zina demokrasia inayoweza kuitwa demokrasia ya uchaguzi. Kwa katika mazingira ya nchi kama ya kwetu kwa tulioyashuhudia kwenye kilichoitwa uchaguzi wa serikali za mitaa elfu mbili na kumi na tisa tuliyoyashuhudia kwenye uchafuzi ulioitwa uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tulioyashuhudia tarehe 27 7 Novemba mwaka 2024, katika kile kilichoitwa uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, Tanzania haina tena chaguzi za kidemokrasia. Semba aliyekuwa mwenyekiti wa chama wakati huo, baada ya tafakari ya kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election, katika tamko lilotolewa makao makuu ya chama hapa Mikocheni uamuzi ule tukaenda nao mbele kwenye vikao vya juu zaidi vya chama tarehe ishirini mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano katibu mkuu nikawasilisha kwa niaba ya kamati kuu mbele ya baraza kuu taarifa ya chama katika kipindi cha miaka mitano na kama sehemu ya taarifa hiyo tukawasilisha mapendekezo kwa baraza kuu juu ya yale maazimio yote yaliyokuwa yamepitishwa na kamati kuu ya chama baada ya kutathmini uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, yapate baraka yawe ni maazimio ya baraza kuu la chama, na kwa kauli moja baraza kuu la chama likayapitisha maazimio hayo ikiwemo msimamo wa kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. no reforms, no election, ukawa ni msimamo wa baraza kuu la chama tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, ambayo ilikuwa ni siku ya mkutano mkuu wa chama pamoja na ajenda nyingine katika mkutano mkuu ule. Mkutano mkuu ulipokea taarifa ya baraza kuu la chama ambayo katibu mkuu iliwasilisha kwa niaba ya baraza kuu, katoa mapendekezo kwa mkutano mkuu kupitisha maazimio mbalimbali mbali. Kati ya maazimio tuliyopendekeza kwamba yawe ni maazimio ya mkutano mkuu wa chama ni kwamba katika mazingira ya nchi yetu ilivyo, hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 bila kwanza kufanyika mabadiliko ya kimsingi ya kuwezesha uwepo wa mazingira ya kuruhusu kufanyika kwa uchaguzi huru na haki. Na kwamba bila mkuta kuwa na uchaguzi no reforms, no election, ikawa ni azimio la mkutano mkuu wa chama. Tumekutana leo na nyinyi wagombea katika hatua hii mkiwa ni watiania wa kugombea, kwa sababu baada ya azimio lile la mkutano mkuu, uongozi mpya ukiongozwa na Mwenyekiti Tundu Antipasilisu ulikaa kikao cha kamati kuu Tarehe nne mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuweka mikakati ya utekelezaji. Kama sehemu ya mikakati ya utekelezaji wa azimio hilo, ikaazimiwa kuwa chama kitatumia njia mbalimbali kusukuma ajenda ya no reforms, no election mikutano ya hadhara, kukutana na makundi na wadau mbalimbali mikutano mikakati kadhaa ambayo ilikushaelezwa mbele ya umma. Lakini kati ya mkakati mmoja muhimu ilikuwa ni kwamba lazima tuunganishe nguvu za pamoja za wote katika kazi hii ya pamoja ya kutekeleza azimio hili la mkutano mkuu. Vikao vikaanza vya kukutana na wadau mbalimbali mikutano ya hadhara vile vile imekwisha anza kama sehemu ya operesheni hii. Sekretarieti tuliketi kikao na tukaona tuwashauri viongozi wakuu kwamba wakati tukiendelea mbele na kukutana na wananchi kupitia mikutano ya hadhara kukutana na wadau mbalimbali wa kuunga mkono ajenda hii, mpo nyinyi wadau muhimu sana wa uchaguzi watiania ni muhimu tukutane na nyinyi vile vile, tuweke mawazo ya pamoja, tunakwendaje mbele kwenye kutekeleza azma hii ya no reform, no election. Kwayo tunawashukuru, nitumie fursa hii kuwashukuru kwa sana kwamba pamoja na mwito wa muda mfupi mmeitika kwa wingi wenu na sio tu kuitika kwa wingi wenu mmekuja kwa gharama zenu wenyewe Dar es Salaam makao makuu ya chama. Asanteni sana, asanteni sana. Naamini kupitia mazungumzo tutakayoyafanya hapa tutaongeza nguvu zaidi za kwenu, za kwetu, za kila Mwanachadema, nyinyi mkiwa wadau wa msingi katika majimbo mnayotoka na baada ya mkutano huu, nguvu ya ziada itaongezeka maeneo mbalimbali, mpaka watawala watasikia sauti ya wananchi kwamba no no reforms no election. Sasa zimekuwepo jitihada za kujaribu kuugilibu umma na wakati mwingine hata kuagilibu viongozi wa dini Nilimsikia Rais akisema siku chache zilizopita, kwenye baraza la Eid, akisema kwamba reforms zimekwisha fanyika na akadai kwamba tayari tume huru ya uchaguzi na kwamba hizi reforms zimefanyika kwa maoni ya wadau, na akatumia maneno wadau wote akatumia maneno kwamba wadau wote wamekubaliana. Nasikitika sana rais hakusema ukweli mbele ya viongozi wa dini, kwa sababu rais anafahamu, tulipokutana naye ikulu cha mwino mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ni yapi ambayo tulimweleza na tukataka yafanyike kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024 na, na uchaguzi wa mwaka 2025 kuwezesha uchaguzi huu na haki, na hayakufanyika na rais anafahamu kwamba mazungumzo yalipokwama, rais anajua kwamba waliamua kinyume kabisa na maoni ya wadau kupeleka miswada mitatu mibovu bungeni, kwa hicho kilichoitwa mswada wa sheria ya tume huru, mswada wa sheria uchaguzi wa udiwani, ubunge na urais, na marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Rais na CCM na serikali wanafahamu kwamba Chadema tulikwenda mbele ya kamati ya Bunge, tulipinga mapendekezo hayo, lakini kwa sababu wanania ovu ya kuiba uchaguzi wa mwaka 2025 na nia ovu ambayo walidhihirisha bayana katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 walikataa mapendekezo yote ya msingi ya wadau, sio ya chadema tu, mpaka ya viongozi wa dini na hatimaye tuko hapa tulipo. Kwa mimi rai yangu kwenu wana chadema na Watanzania ni kuipuuza kauli hiyo ya rais na kuendelea na madai ya no reforms, no election. La mwisho tu niwaombe watiania pamoja na no reforms, no election. Na hili naomba na nyinyi na wanachadema wote tuwekeze nguvu sana katika tone tone na chadema digital, jitihada za kutafuta rasilimali za kutosha, sio tu kwa ajili ya kufanikisha no reforms, no election bali pia kukiwezesha chama